Umma wa Tanzania na wadau wa haki za binadamu wameshuhudia kuibuka kwa mjadala mkubwa unaohusu hatima ya balozi mstaafu na mwanasiasa maarufu nchini Tanzania, Humphrey Polepole kufuatia madai ya kutekwa kwake alfajiri ya Oktoba 6 ya mwaka 2025. Sasa Mahakama Kuu ya Tanzania imepanga rasmi kusikiliza shauri hilo la dharura, huku jeshi la polisi na mawakili wa Polepole wakitoa taarifa rasmi zinazobeba mitazamo tofauti kuhusu tukio hilo. Habari hii inatoa muktadha kamili wa hatua zote tatu, ikiwemo maamuzi ya mahakama, kauli ya jeshi la polisi na tamko la mawakili wa polepole pole. vyote vikihusiana moja kwa moja na tukio hili linalotikisa nchi. Lakini kabla hatujajikita kwenye habari hii kwa undani, napenda kuwakumbusha wale wote ambao bado hawajatunga mkono kwa chochote, kupitia Mpesa namba yetu ya 0749761178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 Mahakama Kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga siku ya Oktoba 9 ya mwaka 2025 kusikiliza maombi ya dharura yaliyowasilishwa na wakili wa Mahakama Kuu Peter Kibatala kuhusu madai ya kutekwa kwa balozi mstaafu Humphrey Polepole. Maombi hayo yaliwasilishwa chini ya hati ya dharura mnamo Oktoba 7 ya mwaka 2025 yakiomba mahakama itoe amri ya habeas corpus inayolazimisha mamlaka husika kumfikisha Polepole pole mahakamani au kueleza rasmi yuko wapi. Kwa mujibu wa hati iliyosajiliwa, shauri hilo limepewa namba 2024514 mkwaju 2025 na limepangwa kusikilizwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Salma Maghimbi. Katika maombi yake, Kibatala ameeleza kuwa Humphrey Polepole alitekwa nyara alfajiri ya Jumatatu ya Oktoba 6 ya mwaka 2025 kutoka nyumbani kwake eneo la Ununio, wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam, na watu wasiojulikana wanaoshukiwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi. Kibatala amedai kuwa polepole hajawahi kushtakiwa kwa kosa lolote la jinai na kwamba familia, marafiki na mawakili wake hawajui yalipo. Amewasilisha maombi hayo dhidi ya wajibu maombi watano, ikiwemo mkuu wa jeshi la polisi yaani IGP mwanasheria mkuu wa serikali yani AG na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali yani DPP na afisa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum yani RCO na kamanda wa polisi kanda ka maalumu ya Dar es Salaam yani RPC. Kesi hiyo inatarajiwa kuangaliwa kwa haraka kutokana na uzito wake wa kisheria na maslahi ya umma, kwani inahusisha haki ya msingi ya uhuru wa mtu na wajibu wa serikali kueleza hali halisi ya raia wake. Siku moja kabla ya kufikishwa kwa maombi hayo mahakamani jeshi la polisi la Tanzania lilitoa taarifa kwa umma likieleza kuwa limeanzisha uchunguzi rasmi kuhusu madai ya kutekwa kwa Humphrey Polepole. Taarifa hiyo iliyotolewa Oktoba 7 ya mwaka 2025 na kusainiwa na msemaji wa jeshi la polisi kutoka makao makuu Dodoma ilisema kuwa jalada la uchunguzi lilifunguliwa baada ya Agustino Polepole, ndugu Humphrey Polepole, kudai mitandaoni kuwa kaka yake ametekwa. Sehemu ya taarifa hiyo ilisomeka kwamba jeshi la polisi limeanza uchunguzi wa tuhuma zilizotolewa na Agustino Polepole kuwa ndugu yake Humphrey Polepole ametekwa. Jalada la uchunguzi lilifunguliwa jana Oktoba 6 ya mwaka 2025. Polisi walibainisha kuwa wanamtafuta Agustino Polepole ili apatiwe nafasi ya kutoa ushahidi na maelezo kuhusu madai yake, ikiwa ni pamoja na taarifa kwamba askari wa polisi walihusika katika tukio hilo. Taarifa hiyo iliongeza, jeshi la polisi linaendelea kuchukua hatua za uchunguzi ili kuthibitisha uhalisia wa taarifa zilizotolewa kupitia mitandao ya kijamii. Hadi sasa hakuna ushahidi rasmi unaoonyesha kwamba Humphrey Polepole ametekwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Humphrey Polepole alitajwa kuwa mpangaji wa nyumba iliyodaiwa tukio lilifanyika, na polisi wameendelea kukusanya taarifa zaidi ili kubaini ukweli. Aidha kabla ya taarifa ya polisi ofisi ya wakili wa Humphrey Polepole ikiongozwa na wakili Peter Kibatala ilitoa taarifa rasmi kwa umma tarehe 6 Oktoba ya mwaka 2025 ikisema sisi ni mawakili wa balozi mstaafu Humphrey Polepole ambaye amehudumia nchi yake katika nyadhifa mbalimbali za utumishi wa umma katika taarifa hiyo yenye muhuri wa ofisi ya wakili Peter Kibatala wanasheria hao waliitaka serikali na vyombo vya usalama kutumia rasilimali zote kuhakikisha usalama wa raia huyo maarufu na kutoa taarifa kwa umma juu ya hali yake. Sehemu ya taarifa hiyo ilisomeka, tunazitaka mamlaka za usalama wa raia na mali zao kutumia mbinu na rasilimali zote za umma kuhakikisha na kisha kutoa taarifa kwa watanzania na dunia kwa ujumla juu ya hali ya usalama wa balozi mstaafu Humphrey Polepole. Walisema pia wataendelea kutoa taarifa zaidi kwa umma kuhusu hatua wanazozichukua na kushirikiana na watu na taasisi mbalimbali duniani kote, wakisisitiza kwamba usalama wa mteja wao ni jukumu la taifa zima. Tukio hili limevuta hisia za umma kwa ndani na nje ya nchi. Wananchi, wanaharakati na wanasheria wameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa Polepole na hatima ya haki za kiraia nchini Tanzania. Kesi hii imeelezwa kuwa kipimo cha uwajibikaji wa vyombo vya dola, hasa katika kulinda haki za msingi za kibinadamu zinazotajwa kwenye ibara ya 15 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siku ya Oktoba 9 ya mwaka 2025 macho yote yatakuwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania jijini Dar es Salaam, ambako Jaji Salma Maghimbi atasikiliza hoja za wakili Pita Kibatala dhidi ya serikali kuhusu madai ya kutekwa kwa Humphrey Polepole. Matokeo ya shauri hili yanatarajiwa kuwa rejea muhimu katika historia ya kisheria ya Tanzania, hasa katika mjadala mpana wa haki, uwajibikaji wa dola na usalama wa raia. Wachambuzi wa siasa na sheria wanasema kesi ya Polepole pole ni kipimo cha uwajibikaji wa serikali hasa kwa vyombo vya dola. Mchambuzi mmoja alisema, hii si kesi ya kawaida, inahusu usalama wa raia maarufu, uwajibikaji wa jeshi la polisi na wigo wa haki za binadamu zinazohifadhiwa kikatiba. Matokeo ya mahakama kuu yataonyesha kama serikali inazingatia haki za msingi za raia. Wanasheria walisema kwamba uwepo wa amri ya ni chombo cha kisheria cha dharura kinachohakikisha kwamba hata watu maarufu hawawezi kutekwa bila kufuata taratibu za kisheria. Kama wachambuzi wa siasa wanavyosema, kesi hii pia inaweza kuathiri uwiano wa nguvu kati ya vyombo vya dola na raia, ikionyesha uwajibikaji wa serikali katika kulinda haki za msingi za usalama wa nchi. Na kwa kumalizia, tukio la Humphrey Polepole pole limechochea mijadala ya kimataifa na kitaifa kuhusu haki za binadamu, uhuru wa binafsi na uwajibikaji wa dola. Kesi hii ikiwa itafanywa uchambuzi wa kisheria na jamii kwa makini, inaweza kuwa kielelezo cha namna serikali ya Tanzania inavyoshughulikia madai ya ukiukwaji wa haki za raia na kutafsiriwa kama kipimo cha uwajibikaji wa vyombo vya dola katika historia ya kisheria ya taifa. Na hayo ndio yaliyojiri na kile kilichoonekana kuendelea kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, na shauri lililofunguliwa kwa dharura na mawakili wa Humphrey Polepole juu ya madai ya kutekwa kwa balozi huyo wa zamani wa Tanzania nchini Cuba, akiwa katika eneo ambalo lilidaiwa kuandiko nyumbani kwake alikokuwa akiishi nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam, na mahakama kuamua kusikiliza shauri hiyo siku ya tarehe tisa ya mwezi Oktoba ya mwaka 2025. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.